Asalamu As alaikum, mpenzi mtazamaji, natumai yu buheri wa afya. Karibu kwenye uchambuzi wa methali, karibu kwenye uchambuzi wa methali, na leo tutachambua methali usiache mbachao kwa msala upitao. Natumai umenipata vyema. Nimesema ya kwamba usiache mbachao kwa msala upitao, kwa hivyo maana yake ni usidharau uh, kitu chako ambacho ulikuwa unakitumia kizamani kwa kupata kingine uzerao kile ambacho, usikitupe kile kimezeeka, kwa kupata kingine kipya, kwa sababu kile kizee kitakufaa baadaye. Kwa hivyo, siku zote kumbuka ya kwamba usiache mbachao kwa msala upitao. Usitupe kilicho usi, tunui, usitupe kilicho kilichokuwa kikuu, kwa sababu umepata kipya, kwa, kwa maana kile kikuu wakati mwingine inaweza kukusaidia pakubwa. Sina mengi ila kuwatakia wakati mwanana.